Songwe atoa taarifa ya ajali ya, ya usalama barabarani iliyotokea jana, tarehe tarehe 29 Septemba 2025, majira ya saa tano usiku katika eneo la Hanseketwa, kata ya Ihanda, Vwawa, wilaya ya Mbozi, a Songwe, katika barabara kuu yaliandayo Tunduma Mbeya ya Tunduma. Ajali hiyo ilihusisha gari namba za usajili T mia tisa na nane CSV aina ya Toyota IST rangi ya silver iliyokuwa ikiendeshwa na dereva Musa Njowela Elton mwenye umri ya miaka 38, huyu ni fundi ujenzi na mkazi wa Tunduma wilaya ya Momba ambaye alikuwa anatoka kijiji cha Shiwinga kuelekea Tunduma. Gari hilo liligonga kwa nyuma sehemu ya ubavuni wa gari jingine tela lenye namba za na usajili T 758 AQP na Kevin, Kevin, tela lake T 704 AKH aina ya Scania, mali ya bwana Arafat Razac Ladha, ilikuwa limeegeshwa upande wa kushoto mwa barabara baada ya kupata hitilafu alikuwa likitokea Dar es Salaam kuelekea Tunduma na kusababisha vifo vya watu wawili, ambao wa kwanza ni Queen Watson Sampamba mwenye umri wa miaka 36 na Wasi Berdon Mgalla mwenye umri wa miaka 42, wote ni wafanyabiashara na wa wakazi wa Tunduma Wilaya ya Momba. Aidha, katika ajali hiyo dereva wa gari dogo Musa Njowela aliumia sehemu mbalimbali za mwili na anapatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya ya Mbozi, huku magari yote mawili yakiwa yameharibika ame, ame vibaya baada ya ajali hiyo ya kwanza. Dakika chache baadaye, sehemu hiyo hiyo, ilitokea ajali nyingine iliyohusisha gari namba za usajili T mia nne ishirini na tano EEV aina ya Toyota Surf yenye yenye rangi nyeusi ikiendeshwa na bwana Abdu Rugano wa Mapesa umri wa miaka hamsini. Huyu ni mfanyabiashara na mkazi wa Mpemba wilaya ya Momba ambaye alikuwa anatokea mkoa wa Mbeya kuelekea Tunduma. Gari hilo iligonga kwa nyuma le Scania namba T 758, na AQP na T 7 lilikuwa limehusika katika ile ajali ya, ya kwanza na kusababisha kifo cha watu wawili na majeruhi wanne, kama ifuatavyo. Waliofariki ni Emmanuel John Mwanemile mwenye umri wa miaka hamsini na tano na Emmanuel Martin Kandonga, huyu ana umri wa miaka hamsini na ni afisa elimu wa kata ya Mpemba, wote wakazi wa Mpemba Wilaya ya Momba. Majeruhi wanne katika ajali hiyo Wakwanza, anaito, Frida, Bakari, Mandule, wa kwanza anaitwa Winfrida Bakari Mwandule umri wa miaka 30, Mericent Johnny Kimpa mwenye umri wa miaka 31, Sus Mwakabonga huyu ana umri wa miaka 28, Elisha Matata Sindwani umri wa miaka 30, wote wafanyabiashara wa na wakazi wa Pemba Wilaya ya Momba. Majuri wote wanapatiwa matibabu katika hospitali ya faapawasona. Taarifa ya kwamba wanaendelea vizuri, afya zao zinaendelea kuimarika. chango cha ajali hiyo zote mbili mwendo kasi akuota safu pamoja na gari ndogo, lakini dereva abudu wa kapesa wa gari hii ya pili toota safu, safu alitoroka mara tu baada ya tukio na Jeshi la Polisi iendele msaada za kumsaka ili aweze kupatikana na kufikishwa katika mendo ya sheria. Jeshi la Polisi ya mkoa wa Songwe tunapenda kutoa wito kwa madereva wote wanaotumia barabara kuu hii ya Tunduma Mbeya, ya Tunduma, na barabara nyingine kuwa makini, kuwa makini na kuzingatia sheria, alama na michoro ya usalama barabarani, kwani barabara hiyo ni baba na magari bado mengi. Apingia kabisa kwamba mkoa wetu ni lango la Sadek. Kwa hiyo tuna magari mengi, containers zinaharibika barabarani, kwa hiyo wanapaswa kuchukua tahadhari ya hali ya juu sana. Sisi kama jeshi la polisi tutaendelea kuchukua hatua kali za kisheria kwa wale wote ambao wanakiuka sheria za usalama barabarani. Niwatake wafuate sheria bila kulazimishwa. Asanteni sana.